Bau, unaona, mimi hata kama naonana nikilewa hivo, mm -hmm. Mimi kwa kanisa ndio uzema, nikienda tu church mimi ndio maombi na maombezi, mimi ndio kiongozi, pasta nanipenda juu mimi niko na pesa Nanak. Nakuambianga ukuje church, church yetu hata kama unalewa na uko na pesa uko mbele, si unaona keso nisade mimi naenda yes. Na kuomba lazima mimi ndio naongoza ibada kesho, naye hapo uwezi pewa jioni, tunakuja kuchangamka. Ona hata pasta ananipigia simu sasa, anapiga simu saa hii, mimi niko kwa raha zangu, angoje Jumapili, tupatane Jumapili kanisa. Ukiwa na pesa wewe ni mambo yote

Baba ninakushukuru, asante Mfalme, kwa siku ya leo, Bwana wa majeshi, ibada ya leo naikabidhi mikononi mwako na kuomba, Mungu wa Israheli, uwe pamoja nasi, anza pamoja nasi, Bwana tuonekanie, Jehovajiri Tuongoze mfalme mwema, tunaomba kibali chako Bwana. Baba, nakabidhi ibada ya leo, kanisa letu lote mikononi mwako, nikiomba Baba ulitawale. Baba usiwache tujitawale sisi, lakini Mfalme wewe, Bwana wa majeshi, ututawale. Pokea sifa na shukurani. Kazi ambayo nitapewa nifanye, Mungu wangu, nionbo, niongoze, nisaidie mfalme, nifanye kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu naomba nikishukuru. Amen. Amen. Amen, pokea sifa Bwana wa majeshi. Hey, wenye ufalme pewa, asante mfalme Jesus, Yesu, kwa kuwa wewe ni mwema. Ah, mchungaji bwana, siri. Amen, amen kwa zima mchungaji, kwa mzima yeah. mm. Tasi, tuko wazima, tunashukuru Mungu. Nimefurahi kwa siku nyingine mpya na neema mpya merupea. Ni sawa, nimesikia. Tumechelewa. Hii naona umebarikiwa. Nimebarikiwa. Nimeona Mungu. Hata hii wiki yote nimeshinda tu kwa maombi, kwa maombi, kwa maombi. Amen. Maombi. Dio imekua tu hey, kwa hii wiki yote, oh, kwa sababu kwa sababu ya ibada. Ubarikiwe sana ibadah. Dada, na uko smart. Asante sana mchungaji. Hi leo. Asante ni vile Mungu ananibariki. Uko smart hata kiatu. Eh, na kanywele. Eh, asante sana. Uko smart sana dadangu. Eh, karibu karibu, tunataka tupange ibada. Amen ili tuingie kanisani yeah. E, karibu kae hata mm. Niko na rafiki yangu nilimwambia akuje leo. Oh. Kama atakuja waha, ubarikiwa sana kwa sababu ya kualika watu kanisani. We ubarikiwe sana we ndo unafanya hii kanisa iko hivi, unaleta marafiki, unawaonyesha kung'ara. Amen. Yaani tu mimi nashukuru sana Mungu kwa sababu yako. Amen. He, sasa nataka tupange ibada mm -hmm. Kuna maombezi mm -hmm. Kuna kusoma Biblia mm -hmm. Kuna kuombea watoto mm -hmm. Kuna kuombea sadaka mm -hmm. Na sasa mimi nikiangalia. Mimi nitaomba maombezi. Wewe utaomba? Uh, uh, hey? Hizo yeah. Kazi nifanye zote wewe. Si unajua mimi nimeokoka kabisa. Wewe utaweza kuomba kweli? Oui. Huyu kwelilako yeah. Chinia nitaomba. Utaomba? Ndio, mchungaji lakini fanye hivi mm. kaa chini kwanza, hebu mm. simama. mimi naona wewe ndio utasoma leo. Sasa huyu kusimama hata hatabtasoamaika lakini ulinunua hii. <laughs> E, hi likuja kutoka taki, unaona e, fanya hivi hebu mm. fanya mpango vile mchungaji atapata, kama hii iko smart sana. Amen eh, uko mm. smart sasa utapanga mpango kuna kusoma Bibilia, utatusomea kwa sababu kwa smart sana wewe. Ukisoma we, hey, watu wataokoka leo Amen. Hey, na pia kuna maombezi hey. Asioni ni mtu mwingine wa kupatia mimi nisema, nitaomba aya hey. Utaomba? Hapana hey. Mchungaji ni mimi siku ya leo hey. Wacha tusomewe na huyu dada mwenye meng'ara hmm. ako smart sana, mimi naona akitusomea itakuwa mzuri, na akituombea mm. na pia kuna kuombea sadaka, ntaombea zote e, na sasa mm -hmm. pia kuna kuombea sadaka, nimesema kuombea sadaka, umesema mm. ni wewe bado kusoma, ni mimi, na hata kuombea watoto na watoto, pia niombee, kazi zote utafanya, nitafanya zote oh. juu sasa hii picha kuweka pale mbele, tutapoteza washirika, wacha <laughs> utaomba siku ingine mm. ukikuja kama umevaa smart hivi hata, mm. e uta... wewe, tutakuombea tu sijali, unaona mahali mayambi ni kama kuomba kwako kuko chini, natakikana upige magoti vizuri. Lakini dada uko smart. Asante, hey, asante ni sana sasa, mm. Si tuingie kwenye ibada sasa, na sasa wewe ndio utafanya hiyo kazi yote nami, mm. Naona leo uwepo utashuka. Amen. Umeombea kona... kanisa wiki hii, wewe ndio umekuja ukiwa smart eh. Na utafanya mgeni. Kazi zote mgeni. Na umehubiria mgeni kabisa. Anakuja. Anakuja. Ah, barikiwa umemhubiria... sana dada, sana dada. Sasa, mm-hmm. Tuingie kanisani tuende tukaanza ibada e. Okay. ata praise utaongoza kweli? Wacha aongoze tu praise. Juu, na ata praise, kweli. Wacha aongoze tu praise. Juu, mm -hmm. Sauti, sauti. Praise pia inataka mtu mwenye ameng'ara huyu, hata tutafanya tuka mchango tuone vile tutadada, usijali. Tutakufanyia tuka mchango ah, tuone vile tutakunulia nguo. Wacha tuingie ndani tuone.